Dini ya Uislamu imekataza mtu kuuliza maswali mingi ambaye haina faida. Kwa mfano, mtu kuuliza mtu mwingine uko na pesa ngapi katika banki yako, unaweka pesa yako wapi, bibi yako wako aje, unaambiliana kivipi na yeye, au unafanya nini nyumbani, au unalala wapi, umetoa wapi hizi vitu. Maswali kama hizi mtu hafai kuuliza. Ukiona mtu mwenye uko na mali usimuulize umetoa mali yako wapi. Unafai kumwambia Allah akupatie baraka katika hii mali yako, usikuwe na hasad. Usiende kwa nyumba ya watu na kuangalia angalia vitu na kuuliza umetoa wapi hii. Kwa hivyo dini ya Uislamu ni dini ya adabu na akhlaq. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha masahaba radhiyallahu anhum kila kitu mtu anahitaji katika maisha yake, hata vile ya kukidhi haja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha. Uislamu ni dini ambaye Allah amekamilisha, kwa hivyo haiwezekani tutafute dini nyingine isipokuwa dini ya e Uislamu, na Allah akachagua Mtume sallallahu alaihi wasallam kukuwa mtume kwa hivyo tunafaa kumshukuru Allah kwa kuwa ametuchagua kukuwa miongoni mwa wale ambao wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam.